Ni siku moja imekatika tangu rais wa Marekani, Donald Trump alipopandisha asilimia 25 kwa watengenezaji wa magari pamoja na vipuri vya magari ambao wanatoka nje ya mipaka ya Marekani. Sasa tume ya Umoja wa Ulaya imesema ya kwamba inatengeneza jibu lenye nguvu na linalorekebishwa vyema dhidi ya kodi mpya za uagizaji magari kutoka Marekani. Msemaji wa tume hiyo alieleza kusikitisho kwa ushuru unaokuja ambao unajumuisha ushuru wa asilimia 25 kwa magari yaliyotengenezwa nje ya nchi na ushuru mwingine wa kulipiza kisasi una kutoka Marekani hivi karibuni. Jibu la tume hiyo linakusudia kutoa pigo kubwa, huku lekibaki na kiasi. Ingawa hakuna ratiba maalum iliyoshirikiwa, hatua hii inaashiria mgogoro wa kibiashara unaokuja, huku tume hiyo ikiwa na azma ya kulinda wazalishaji wake wa magari kama vile taifa la Ujerumani pamoja na taifa la Italia, ambao wanategemea soko la Marekani kwa kiasi kikubwa. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.